Bwana mtazamaji wa Trend TV, mapenzi ni moja kati ya vitu ambavyo vinawa stress watu wengi sana, hususan wanadada. E, wanadada wengine bwana wakiachwa, hususan wale ambao wanaozalishwa, alafu wanaachwa, wanaume wanaenda kuoa wanawake wengine, ni kitu ambacho kimekuwa kikiwa stress wadada wengi na wamekuwa wakionyesha frustration zao kupitia mitandao ya kijamii. So hapo nataka tuzungumzie situation ya mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Vanessa, uh, na Aziziki, lakini pia hii Obviously, lazima itamgusa pia Hamisa Mobeto ambaye sasa hivi ndiyo currently mke wa Hamis, wa Aziziki. Tunafahamu kwamba inavyosemekana ni kwamba Aziziki alikuwa alikuwaga na mahusiano na bidada anayefahamika kwa jina la Vanessa alafu then akawa akapata naye mtoto mmoja lakini Azizi amejikuta yuko katika mapenzi mazito na Hamisa Mobeto Hivyo basi huyu Vanessa akaachana naye then akaenda kumoa Hamisa Mobeto na kama unavyofahamu kwamba Hamisa Mobeto alikuwa ni single mother wa watoto wawili, lakini Aziziki ameamua kumuoa huyo huyo single mother kwa sababu ya mapenzi. Nadhani utakuwa umeshaelewa situation ilivyo na jinsi ambavyo huyu Hamisa Mobeto nadhani amependana kweli kweli na Aziziki, kwa hiyo wameoana. Sasa hiki kitendo kilimwacha devastated mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Vanessa, ambaye huyu inasemekana kwamba ndiye aliyezaa na Aziziki huyo mtoto mmoja, lakini ndio hivyo tena, ndoa hajaipata, ameenda kupewa moyo mgumu na inasemekana kwamba ame move on, ame accept hili swala kwa sababu hakuna hakuna jinsi. Au bwana. So watu wengi sana, wadada wengi sana wamejitokeza, wamekuwa wakimfuata huyu Vanessa kwenda kumuomba ushauri kwa sababu na wengine nao pia huenda wakawa wanapitia changamoto kama ambazo yeye amepitia, lakini ameonekana kwamba amezimanage. Hivyo basi wadada kadhaa wamekuwa wakienda kumuomba ushauri kwa Mfano kuna bidada hapa anaitwa Julie, huyu Julie ameenda kumuuliza huyu Vanessa katika ukurasa wake wa TikTok, amemuuliza kwamba jamani wewe umewezaje, mbona mimi naumia sana, nifundishe kuwa kama wewe tafadhali. Yani huyu dada amemuuliza huyu Vanessa amewezaje ku move on kumuona baba watoto wake ameenda kumuoa mwanamke mwingine, kwa sababu yeye naye pia anapitia situation kama hiyo lakini yeye anaumia sana. Kwa hiyo amemuuliza je, huyu dada amewezaje? Huyu Vanessa kaja akamjibu kwamba muombe Mungu akuwezeshe peke yako hutaweza. Alafu mpenzi, alafu mapenzi yako yote yahamishie kwa mtoto wako. Hakuna zawadi bora duniani kama mtoto. Ameandika hivyo, kisha kaka emoji hapo ya kopa kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na huko mitandaoni, hii ni moja kati ya posti ambazo zimesambaa sana. Kwa mfano, hapa kuna page amekuja ameripoti ameandika kwamba masingo madha wakipeana ushauri. Umeona bwana, hii hali usiombe walai. Mimi nipo na najikaza kila nikikumbuka e, zile zama walai, nguvu muda mwingine uoga zinaniisha. Umeona bwana, kuna peji zimeripoti kuhusiana na hiyo issue. Nadhani utakuwa umeelewa nini kimetokea. Ukiwa kama mdau, una maoni gani kuhusiana na hili? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.